Bado serikali iko kwenye taratibu za kupitia mapendekezo ya sheria ambayo itakuwa inahusiana na e, swala hili la sekta binafsi ya ulinzi. E, makampuni haya yamekuwa yakitoa huduma hii kwa kushirikiana na jeshi, jeshi la polisi kama ilivyoelezea, kwa serikali baadhi ya maofisi ya serikali, pia maofisi ya e, private sector, na wamekuwa kiendelea kufanya vizuri chini ya uratibu huo na kwa hiyo e, tunawaomba sana kwamba katika changamoto ambayo tumeelezewa wanayo e, kumekuwa uche, uche, uche, uche e, e, na ucheleweshaji wa kuweza kulipa pesa au malipo ambayo yanatokana na hizo huduma zao, ambazo zinawafanya kidogo wanakuwa wanashindwa kuhudumia kwa namna ambayo ni ya ufanisi zaidi e, pamoja na kushindwa kuwalipa pia mishahara wakati mwingine wafanyakazi wao kwa wakati. kwa hivi E, maku, kama kuna ile mikataba ambayo imesainiwa ya kuweza kutoa hizo huduma basi iweze kuzingatiwa ili kusudi waweze kufanya kazi hiyo kwa e, weledi zaidi. Kwa hiyo e, tunaendelea kushirikiana na e, sekta binafsi ya ulinzi kupitia Jeshi la Polisi, na partnership hiyo itaendelea kuimarishwa zaidi ili kusudi kuweza kuboresha maeneo ambayo yanakuwa na changamoto kwama alivyoelezea lakini kwa jumla wamekuwa wakifanya vizuri sana. Bahati mbaya sana hivi e, karibuni imetokea mvurugano, haijulikani nani ni nani. Sheria hii ikitoka ambayo inapunguka haipo sasa, ombwe kubwa la kutokuwa na sheria inafanya makampuni haya yashirikiane kwa kutumia sheria ya kiraia. sheria ya kiraia, sasa, yani Labour Relations Act, ya kiraia sheria ya kiraia inayotumika sasa haifanyi kazi kwa sababu hawa wanaruhusiwa wagome kwa sheria ile, na wakigoma wana bunduki, wamebeba bunduki, wana malindo yatabakia wazi, itakuwa tabu. Lakini kifupi, tumekuwa na matatizo tu ya uongozi mzima wa makampuni ya ulinzi na kule CMA, baraza la usuluhishi na mapatano, kule CMA limejaa kesi za sekta ya ulinzi binafsi kwa sababu sheria wanayotumia haiwabebi. Sasa hivi matatizo makubwa, mishahara haitoshi, lakini pia wenyewe hawalipwi hawa na wakipeleka waki, bei wanaambia bei zao ziko kubwa, makampuni mengine yana bei kubwa. Kuna vurugu ya kutoelewana katika sekta hii muhimu inayofanya kazi sawa na jeshi la polisi, ulinzi wa mali na raia. Wao na wao hawa wanakufa pia, wakati wanalinda mali za wananchi wanafariki, wanapigwa risasi na majambazi, wanauawa na majambazi kama vile vile ndugu zetu polisi. Sisi ni wamoja na polisi, na katika mkutano wetu wa kazi wa leo moja ya ajenda tunakwenda kuzungumzia swala la kuboresha mafao ya wafanyakazi, mishahara iwe ya kutosha, kwa sababu wafanyakazi hiyo ndio raw material ya sekta. Msipowaboreshea vizuri hata ulinzi wao unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika kikao hiki cha leo wakurugenzi wataendelea kuelimishwa, maana elimu tunaendelea kuitoa kila wakati lakini sasa wakati umefika, kwa sababu hata walinzi wenyewe wanajitambua kwamba anahitaji afanye kazi apate nauli ya kwenda kazini, lakini abakishe kile cha kupeleka nyumbani. Kwa hiyo mishahara itaboreshwa, tunaamini kabisa kupitia mkutano huu mishahara itaboreshwa. Mmoja, kazi ambayo tumefanya Jeshi la Polisi ni kuwaita wote, taasisi zote zimeitwa, kwa sababu nazo zimesajiliwa kihalali. Hiyo Tamaska wamesajiliwa kihalali hiyo ukuta unasajiliwa kihalali. Sasa ii chapo ii tunajili na nani sasa? Lakini serikali imejigundua hilo kwa, tukatua kwa, mwisho ya kuleta mwongozo mzuri namna gani tunaweza kushitia na haya makampuni ya ulinzi katika ku, kutatua changamoto zao mbalimbali mwitukio ni mzuri e, sio sana, lakini baadhi ya baadhi ya makampuni ambayo hawafuati miongozo yetu huwa tunaafutia leseni sina kumbukumbu kumbu, lakini tuna, sina rekodi hapa lakini kuna makampuni mengi sana ambayo yamefutiwa leseni kwa kutofuata maagizo na regulations. Kwa kwao wa wale ambao wanafuata taratibu tunaendelea nao vizuri. Lakini wale ambao wafuate taratibu sisi tunawafutia leseni.